Endelee kuongeza kwamba bahati nzuri sisi Tanzania, toka tupate uhuru, tumepita kwenye tume nyingi sana. Ukiangalia hata mabadiliko ya katiba na tume zingine nyingi tu ambazo marais wengine waliwahi kuzitengeneza au kuziunda, zipo tume ziliwahi kuundwa na zikafanya kazi nzuri sana. Kwa mfano, tukiangalia ile tume iliyokuwa ya mabadiliko ya katiba kipindi kile cha serikali ya awamu ya nne viongozwa na Jaji e, Sinde Joseph Warioba walikusanya maoni vizuri kabisa, kwa uhuru, kwa wananchi. Labda tuseme tu, kwa sababu katiba ile haikukamilika, lakini ukusanyaji wao wa maoni, mimi enzi hizo e, nilikuwa niko e, nasoma, e, ndio nafanya e, stashahada yangu ya sheria, walivyokuwa wana wanakusanya yale maoni ya wananchi, wana kusanya kwa uhuru sana. Kwa mimi niwaombe Watanzania tuwache kupotoshwa na watu hawa ambao e, hawaitakii mema nchi yetu. Tuipe ushirikiano hii tume iliyoundwa na Mheshimiwa Rais, tusikilize kazi zao watakazozifanya, ili baada ya hapa tuendelee kumpa Rais wetu ushirikiano, ili akafungue fursa nyingi za uchumi za ajira, ili nchi yetu iendelee kufunguka katika maeneo mbalimbali katika uzalishaji.